Katika eneo la flyover eneo bunge la Webuye Magharibi, kaunti ya Bungoma, tunakutana na Wickliff Wasike, shujaa wa kifua kikuu. Wasike aliambukizwa ugonjwa huu kwa njia asiyoifahamu mwezi Aprili mwaka jana. Anatusimulia masaibu ambayo amekumbana nayo tangia adhiriwe na ugonjwa huo. mimi ni waria wa tuberculosis sababu ilinipiga kuanzia mwezi wa nne mwaka jana, na nikajaribu niwezavyo. Eh, madaktari wanyanjani wakanifikia nyumbani wakajaribu kunipima, na wakati walinipima nikavumilia, wakaniletea majibu kwamba niko na ugonjwa wa TB. Licha ya shujaa huyu kutelekezwa na jamaa zake, wasike asema kuwa unyanyapaa kwake umekuwa lazima kama ibada, kwani wengi wa majirani na hata wakazi wenzake wanaamini kuwa anakumbana na virusi vya ukimwi. Familia ilitoroka. Waliona kama mimi sasa nimeleta magonjwa kwa boma ambayo hao hawaifahamu. Familia ikatoroka. Baki peke yangu. Tunakutana na bingwa mwingine Salome Halai akidokeza kuwa ugonjwa huu ulimsukuma yeye kuwa mhudumu wa nyanjani almaarufu CHP. Salome akidokeza kuwa babake aliaga dunia kutokana na ugonjwa huu, na baadhi ya familia yake wanaogua ugonjwa huo, yeye akiwa miongoni mwao. Na wakati nilipimwa, na nikapatikana, nilingangana, nilipambana na dawa na nikamaliza na ikawa bati mbaya. Pia familia yangu, wazazi wangu pia wakagonjeka, makazi zangu pia wakagonjeka, na kuanzia hapo nilipenda hiyo kazi, nilihakikisha nimewaleta hospitali wametibiwa. Kazi anayofanya Salome, kama mhudumu wa nyanjani, inampa fursa ya kupatana na Wakenya wengi na hata wale wanaougua ugonjwa huu, akidokeza kuhusu maisha wanayoishi wengi huko kwa komuniti bado Kuelimisha, hiyo, hiyo gonjwa, ni kitu kama uchawi. Afisa mshirikishi wa ugonjwa huu wa kifua kikuu katika kaunti ya Bungoma, Ronald Wekulu anaeleza kwa kina kuhusu ni nini kinachosababisha ugonjwa huu wa kifua kikuu, huku takwimu zikionyesha kuwa eneo bunge la Webuye Magharibi upokea takriban wagonjwa 390 wa ugonjwa huu kila mwaka TB, a disease that is caused by a bacteria uh, that we call Mycobacterium tuberculosis. Um, this bacteria is usually transmitted from one person to another through the air when the infectious person coughs Aidha, maafisa wa afya wametupilia mbali dhana kuwa iwapo unaugua kifua kikuu basi ni lazima ukue na virusi vya ukimwi wakisema kuwa asilimia sabini ya wagonjwa wa kifua kikuu wanaohudumia hawana virusi vya ukimwi. Wito ukitolewa kwa watu wote kuacha dhana ya kuwa ugonjwa huu unaambatana na virusi vya ukimwi au unaletwa na uchawi. Pia wahudumu wa afya wakiraiwa kufanya hamasa kwa umma ili kumaliza unyanyapaa miongoni mwa watu. Mary Kialo, Undugu TV.